Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa Mungu, ninakuja kwako jioni ya leo na somo moja ambayo ningeleta kwako. Inasema hange kuwa, hange na mtu ambaye iko na hii mambo ine katika maisha yake. Jambo la kwanza ni mtu ambaye iko na maneno ya Mungu ndani yake, mwenye kuna parole ndani yake. E, Wakolosai sura tatu vesi yake ya kumi na sita. Mtu akiwa na maneno ya Mungu ndani yake, okay, na ya ya hatuna maneno ya Mungu mshie. Ndio maana shetani alikuja kumjaribu Yesu akamwambia ugeuze mkate jiwe iwe mkate. Yesu alimshinda kwa maneno ya Mungu, akamwambia imeandikwa, mtu ataishi kwa mkate tu, bali katika neno litokalo kwa Mungu. Donc, parole de Dieu, parole de Dieu iko na nguvu, iko na impact. Attention, na mtu mweko na parole, maisha yake ni mtu mtumwa, mwenye kutrodui ni mtu wa nguvu, ni mtu wa muhimu sana. Maisha unaweza mwona leo lakini kesho utamshangaa, uta maana neno linabadilisha neno linaona mtu akipata neno, neno huna mbadilisha zaidi. Jambo la pili ni we haraka, ni mtu mwenye kona vide priere, maisha ya maombi, atansiona mtu mwenye anaweza kupiga magoti, iko na maisha ya magotoloji. Ule mtu anaanza mzarau leo, mekesho tamheshimu, ndio maana Eliya aligundua mwenyewe ya kwamba niko na nguvu ya maombi mumie, akamwambia basi tusiende mbali, twende kumlima Karmeli, Mungu atakayeshusha moto ndio Mungu tuabudu. Na kweli kupitia maombi ya Eliya na manabii ya Baali, Biblia iko nasema walikuwa katisa 50 lakini kulikuwa wengine apepesa 50 na hata bibi ya mfalme alikuwa ngambo ya wale manabii ya Baali Ma, na aliambia baba watu nitabaweza kupitia nguvu ya nini? Ya maombi. Na wakati walifika kumulima wa Karmeli, akasema najulikana leo kama Mungu wa Israeli, moto ukashuka. Mtoto wa Mungu, hata nikuambie, utasoma Yohana 15 verse yake ya saba Biblia iko nasema, mwe mkikaa ndani yangu na mimi nakaa ndani yenu, muombe kile mnataka mimi Mungu nawapatia. Donc nous recevons tunapata kitu kutoka kwa Mungu, kulingana na nguvu za priere, nguvu ya magoti. Pia nitakuonesha jambo lingine, jambo la tatu, mtu ajue kusifu na kuabudu. Attention, na mtu mwenye kuna louange na adoration mvi yake Ule ni mtu mwenye moneko juu sana, mtu mwenye hawezi zoea. Ukisoma Zaburi ya 150 wanzie kumoja mpaka sita, utasikia sema kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Mungu anakuwaka na jina, anafanya vitu vya kabambi saba na mtapa. Hata na wewe, mtu jaribu kuangalia watu wakutape, kuna wakati naza jikuta na vile ulikuwa na mfuko, naza bigabula wazi se paske wamekutapa, nasikia sifa na heshima wanakupatia ndio maana katika sifa na maabudu, watu wengi nimeona kwetu kwa Kongomani, wengi kishasama ukosidkivu wa na ukivu na ma zingine. Watu wakiingia msifa na maabudu Mungu anayepata kavitu, Mungu anafungulaka mtumwa wake wangu, kuko watu wanafunguliwa kupitia sifa na maabudu tu, aliyokuwa nafungwa, aliyokuwa anagonjwa, wakati anaingia profondément en profond ya maombi, anaingia kibagaunaga, iko na sifa na kuabudu, Mungu anapasua vitu. Attention, mtu mmoja anajua kumsifu Mungu na kumwabudu na mtu ambaye kitu kia ine ni mtu ambaye anajua kutolea Mungu. Ndo maana ukisoma pale kwa Matendo ya Mitume sura kumi vesi ya ine Mungu yuko namwambia Kornelio, ase sadaka yako na maombi yako sadaka yako yako na maombi yako, bimenipendeza mie. Mungu anaachilia neema kwa mtu na ni sadaka zenu. Kitoa mama hapana, kupibilia iko kuambia kila mtu mkono wa kushoto sijue kama mkono wa kuume umetoa. Nitaka kuletea kwamba atangalishwa na mtu huyu mwenye kuwa na mambo ine katika maisha yake: mtu ambaye kwanza, ana neno la Mungu ndani yake; pili, anaishi maisha ya maombi; tatu, ni mtu ambaye anajua kusifu na kumwabudu Mungu kwa haki na kweli; na ine, ni mtu ambaye anajua kumtolea Mungu. Muda mwingine Mungu akitupa opportunity ama opportunity, nitazungumzia juu ya maombi ambayo Mungu anasikia na analeta majibu haraka na maombi ambayo Mungu hasiki yake na alete maombi na yale majibu tafadhali. Acha Mungu akubariki mtoto wa Mungu kwa jioni ya leo, jioni ya baraka ambayo Mungu ametenda kwako mimi na wewe. Mungu akutie nguvu. Mungu awabariki wasikilizaji wetu wote ambao wanatusikiliza kwa jioni ya leo. Ukiwapaka mafuta na pia neno hili likazama ndani yao kama jisinanga zamavyo ndani ya bahari. Tunaomba tukiamini, Mungu wetu mwaminifu Yesu Kristo utatenda. Kwa jina tukufu aliyekufa li, na kufufuka leia Kristo, tunaomba tukiamini hivi. Amen.